Sasa huyu mtoto alipokuja hapa kuja kuteka maji, kaja na kijisi sufuria chake kidogodogo ka sasa akaanguka moja kwa moja akawa peke yake. Yamshinde, kwa hivi, sasa kuna bwana mmoja kuja kuteka maji tena na yeye kama kawaida yake hivi. Sasa kuja kuangalia hapa da kabila sasa tuwe taarifa kwa watu kwamba jamani, kuna mtoto hapa amefariki. Ah, kwa kweli hili jambo tuseme tu limetokea kwa bahati mbaya, kwa sababu hiki kitu ni cha muda mrefu kiko hapa na kweli watu wana kinahudumia ingalao kwa namna moja au nyingine, maana huwo wanachukua maji kwa niaba ya kusafanyia usafi. Kana nilipofika eneo la tukio nikakuta mwili wa marehemu umetolewa upo nje na watu wameuzunguluka. Hatua nilochukua ni kupiga simu kwenye jeshi la polisi, wakafika maeneo husika. Na baada ya kufika wakachukua maelezo kwa mama yake, wakachukua maelezo kwangu na wakachukua maelezo kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Baada ya hapo wakachukua mwili wakaupeleka hospitali Mwananyamala kwa ajili ya vipimo zaidi.